Kwa habari za entertainment, sports, sports, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know we know wachanje yale. Yes, niaje mpenzi mtazamaji wa Bina TV, mi naitwa Mr. Mapromo. Um, nimekuja kuna stori ambayo kuna video ambayo niliona uh, nilitumiwa na mtu nikaiona binafsi ikani, ikanigusa sana ambayo inamuhusu huyu mama ambaye unamuona mbele ya kamera huyu um, mama uh, kwa stori yake nadhani ataenda kuizungumza mwenyewe, ameugua kwa muda mrefu uh, kiasi ambacho ameshindwa kutoka ndani na sisi na, na mimi nilivyoiona video nikatamani kwamba sina uwezo wa kumsaidia, lakini kupitia hii platform ya Bina TV a, watu wanaweza wakaguswa na wakamsaidia. Na hapa niko naye, ataenda kujitambulisha na kutuambia anaugua nini. Mama, shikamoo. Marahaba. Za uzima. Salama. Pole sana Asante. mimi nilivyoona kile kidonda nikasema, kama angekuwa ni binadamu mwingine tu ambaye hana nguvu hana uwezo wa Mwenyezi Mungu angekuwa hayupo duniani. kweli kweli, pole sana. Asante, tuambie, kwa majina unaitwa nani na ni mzaliwa wapi? Mimi naitwa Sara Rafael, ni mzaliwa mkoa wa Kilimanjaro enye mm, wilaya ya Hai. Pole sana. Asante, tuambie, hilo tatizo la mguu wako lilianza anza? ilianza tu kama kipele kinawasha, kinawasha kama maji, kama kimeungua, kikapasuka, kikaanza kutoa tena usaha. Kimetibiwa kwa muda mrefu, kila wakichoma sindano hakikauki, wakinimpa dawa za kumeza hakikauki. Nikazunguka katika hospitali nyingi za hapa Tanzania, za serikali na za binafsi, lakini mpaka leo sijapata msaada na ufumbuzi wa mguu, mpaka nilipoishiwa kila kitu kabisa. Kabisa kabisa, nikauza kila nilicho nacho mm. lakini haikusaidia mm. Baada ya kuteseka kwa kiasi hicho mm, ikabidi tena nirudishwe pale Muhimbili mm. nikaenda kulazwa pale Muhimbili wiki mm. iliyoisha nilikuwa pale. Wiki iliyopita tu ni juzi tu nilikuwa pale mm. ndo hivo, e, mm. mm. wakasema atakiwa nikaonane na madaktari bingwa waweze mm. kunisaidia huu mguu mm. Sasa nikawa sina chochote e... ambacho walisema ni kiasi gani, hawakusema kiasi pale. Natakiwa mpaka ukienda kuonana na daktari angali ukubwa wa tatizo ndo aweze kusema lipa kitu kitugani mm. hapa ulipa shingapi hapa mpaka mm. uonane nay mm. Sasa kwa hiyo ikawa imebidi sana wanibebe pale wanirudisha, mm. wani pale, pale, pale. Mm. wanirudisha. Mm. Hapa kwa hiyo nililala pale niliamkia pale nilishinda pale kabisa na nawanibede wanirudisha hapa. Sasa toka waliponirudisha hapa nyumbani sikawa sijapata msaada wowote wa masuala ya hospitali, maana hela si nimeshaishiwa, nimetulia tu ndani. Sasa navozidi kutulia ndani hili donda unajua ni shimo mm. mipango mm. kwayo linazidi kuchimba kuenda ndani, msuli mkubwa wa paja huko nje mm. na tayari huu mguu umeshakunja kwenye goti, umeshapoteza mawasiliano mm. Sasa hapa kipengele chao unajua, pale mwimbili kilivyo mm. ndiyo wataenda kukuangalia, kuangalia umguu lakini hawana cha kufanya, itafika mm. mahali mpaka utaanza kuambiwa gharama za operesheni, mm. nayo ipo mm. wakikuta mu mshipa umeguswa umfupa mkubwa mm. lazima wafanye operesheni, maana mm. hata sasa hivi wanatafuta ufunguzi, watakata nyama wape mm. wajazi hapo mm. wao ndo watakaowaamua mm. sasa hapa nilikuwa naomba kwa Watanzania wenzangu mm. atakayeona hii picha akaguswa mm akaguswa kwenye moyo wake mm. ninaomba msaada wenu jamani mm. anisaidie tu niweze kupelekwa pale hospitalini niweze mm. kutibiwa tena, asante mm. Watanzania atakayeona hii video atakayeguswa guswa haijalishi, so, mm. yeye ana nini ana nini mm. asione vibaya uh -uh kutusaidia kwa chochote atakachobarikiwa e, nacho kwa sababu wote ni Watanzania, hali zetu ni za chini mm. e, kila anachokuwa nacho mm. na ameguswa so kuona, umama anapoendelea kukaa ndani, umama atakuja kukatwa mguu, sababu shimba linaendelea, basi atakuja kukatwa mguu mgu, mm. mm. mgu. Sasa bora yn yani, bora utoe ulisho nacho ukanipambania sahizi mm. ili nikabaki kuwa na miguu miwili mm. e, Tatizo umesema lina miaka miwili sasa. Miaka miwili, pole sana na hiyo uh, kitu ambacho uh, mimi kimenifurahisha ni kwamba hiyo miaka miwili yote mume wako yupo na na wewe na anakupambania, ni ndio uh, uh, amekuwa msaada kwako. mm, ndio msaada mkubwa kwangu mm. E, toka naangaika hivi hiyo mm. ndio msaada mkubwa kwangu kwa hakika, kwa e, kila kitu, kila kitu maana nikilala ni mi nimelala kama hivi mm. yeye ndo anayeangaika sasa mm. Nikifika hospitali nikiwekwa kitandani, si mm, mm, ndo kama hivyo sasa, ndo atakayehangaika, mimi nimelala. Kwa kweli, sasa hivi imebidi asimame afanye kazi hiyo, na ananiachaje ndani, ni ngumu sana. na miaka mingapi kwenye ndoa yenu? sasa hivi tuna miaka kumi. miaka kumi. na mmebarikiwa watoto? tuna mtoto mmoja mwenye umri wa miaka mitano. miaka mitano. e. mama hapa yupo Wamemwondoa hapa yuko shuleni huko mm. E, sababu ya hali ya kuumwa hivi mm. siwezi kumhudumia kwa chochote hapa maana mm. mimi mwenyewe ndo hivi nabebwa, naingizwa, natolewa, naingizwa hivi mm. siwezi. Pole sana. Na kuna uh, ambaye anaitazama video hii ana, anatamani kujua kwamba uh, sasa yani eh, si ataniuliza nini Mungu kwamba uh, tumeona tu, tu majirani pia wamepambana kuhakikisha kwamba wewe unatoka ndani unasimama tena. Hii ni namna ambayo wanaguswa na tatizo lako lilivyo kubwa kwa sababu hata kufika huku majirani pia wamechangia, ama ni namna unavyoishi nao? Yani kiujumla ni namna ninavyoishi nao mm. Kiupande wa pili nasema mm. hii ni neema ya Kristo imenifunika mimi mm. usingenikuta mimi mm. Na hata wananikuta hapo, anasema bado ninaishi, bado niko hivi, bado ni mchangamfu. Sasa hili donda liko kwenye mwili wa mtu mwingine, alafu huyu ni mtu mwingine, ni neema tu na kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na watu wangu wa kanisani wananipigania wanani sana mm. eh, mchungaji wangu ananipigania sana mm. lakini haina jinsi. Familia, kwa maana, labda ukweni, na ukoo kutoka wanapambana kwa kweli mm. sababu ukienda pale Muhimbili ukosi kuacha laki tano. mm. Sio laki tano, pata wapi? mm. wanajichanga sana tu mm. wa mm. shida mm. mm -mm. mm. yani sio mm. mm. a pia hii ni nafasi ya kuongea na Watanzania mm. ili mradi kwa yule atakayeguswa, mm. afanye chochote ambacho Mungu amemjalia, chochote kile ambacho Mungu amemjalia. Usimwekee mm. mtu kiwango wakati wewe unamwomba, hapana mm. kabisa. Eh, pole sana, lakini pia mume wako amekuwa ni mwanaume ambaye tunatakia tu, uh, tuseme kwa kweli, amepambana na mu Mungu, mm. Mungu kuna namna anatakiwa amlipie. Ni kweli, Mungu amemlipia, atamlipia mm. na ataendelea kumlipia mm. Angekuwa mwingine kwenye hili tatizo, labda angekuwa aishakimbia, na yeye hajakimbia. Na ndo maana hata majirani, hata kanisa inakuwa bega kwa bega mm, na yeye mm, kwa sababu ana ile roho ya kusema, ngoja ukimbie tatizo maana, mm, suluhu ya tatizo sio kukimbia. Mm, suluhu ya tatizo ni kupambana nalo maana mwingine angeweza kunifungia hapo ndani akaondoka zake maisha mm. Utamwona kafia ndani mm. lakini kufanya hivyo akini akufanya hivyo akisimamia kila kitu mm. mm. mm. e. Na hata sasa hivi anasimamia mpaka kichwa kinataka kumpasuka hii mm. hali ah, ni tete kweli. Naamini wa Tanzania ni watu ambao wanaguswa, ni watu ambao wana mioyo safi, ni watu ambao wana watakusaidia. Binafsi naamini sisi tunafanya lakini Mungu ataenda kufungua mioyo yao na kuona namna ya kukusaidia yes. Lakini uh, tunaamini pia serikali yetu ni sikivu, inaona, inawagusa tofaut, tofauti. Unge, mbae, um, watu tofauti tofauti ungepata nafasi ya kuongea na rais wetu ambaye anasikiliza watu, amekuwa akiwasaidia mbali watu mbalimbali. una nini cha kumwambia Rais Samia? Yaani mimi yule mama yule ni mamangu. Hata kama achana na urais yule mm. ni mama kwangu Najua angefika akafunua mguu akaniona ye mwenyewe, angetambaa hapa, kama ni mwislamu aliyesimama, angetambaa hapa aniambie, mwanangu, naomba pesa ya hospitali. Hiyo yani anitibie tu mguu. Mwanangu, nenda utibiwe, kwa sababu hali uliofikia wewe ni mbaya, na mimi niko serikalini kwa ajili yako wewe. Hey, siko kwa ajili ya mtu mwingine. Ningemshukuru sana kabisa naamini serikali yetu ni sikivu, na Mungu akasaidia video ikawafikia, watakuwa na namna ya kukusaidia. Uh, mimi ni sikuchocho kwa sababu naumwa nasikia maumivu makali, ni uh, um, e, kuombe kwa sababu uh, Watanzania wanapenda kumsaidia mtu, lakini sasa wanaogopaga kwamba awenda uh, uh, pesa ikamfikia mtu ambao sio sahihi. Je, una namba ambayo unaamini kwamba ni namba yako, majina yatasoma ya kwako, wakikusaidia wakusaidie wewe, ili kusaidia kunyanyuka hapa na kwenda hospitali na uh, uh, yesi hivyo, kwa sababu tofauti na hivyo Watanzania wanakuaga waoga na watu wengine ambao video itawafikia. Namba ambayo unaikumbuka ambayo yana, na, yana, na, na majina pia, ili iwe rahisi kukusaidia? sifuri saba uh, kumi na tatu um, ishirini na tisa um, sabini na nne, um, ishirini na tisa, namba ya kwanza. Ya yeah. Mm. Pili ni sifuri saba arobaini na nane themanini, yes, themanini na tisa, themanini na tisa, zote ni namba za mume wake, kwa sababu yeye amedai kwa kwa hicho kipindi chote atumii simu. Kwa hiyo yule ambaye ataguswa na video hii na kumsaidia huyu mama namba ya, kumsaidia, ku, ya, ku, ya kumchangia itakuwa ni 0748 80 89 37, na tutaiweka pia hapo chini itakuwa inapita hiyo namba na majina, unasema ni Christopher Moses Mvumo Christopher. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuiweka hiyo namba na majina ili mradi Uh, wewe ambao taguswa moja kwa moja, hii hela iingie kwa mume wake na iweze kuwasaidia hii familia, kwa sababu imekuwa familia duni na inahitaji msaada wenu wa Tanzania. Sisi tunafanya tu, lakini tunaamini uh, Mungu ndo anaweza kutenda mama. Kwa hiyo pia ni kuomba kwa, kwa Mwenyezi Mungu, video iende iwaguse watu, watu wakusaidie, unyanyuke tena. Asante na barikiwe sana Amin. Mbarikiwe, mbarikiwe Mungu aliowaleta hapa, Mungu wa mbinguni na akajibu maombi yenu mm. Kesho tukutane nimesimama kabisa, itakuwa furaha yangu pia kuona nimefanya mtu amesimama. Asante kakaangu, Mungu wa mbinguni atakutunza usiwaze, usiwazi mm. mm. Asante sana mama, mama ugua pole, naamini kuanzia kesho na keshukutwa, naamini Mungu atatenda amina. Kakaangu asante ah, pole asante ah. Kwa habari za entertainment, sports, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV, we know watch channel